Hello, mambo vipi? Karibu tena katika chaneli yangu na leo tutaenda kujifunza pishi la dagaa. Kama unavyoona hapo dagaa ni wazuri wanavutia, basi uende nami mwanzo hadi mwisho na utajifunza kupika kama hivyo. Dagaa wetu ni kama hivi hapa, hakikisha umewachambua dagaa wako hmm, unaweza ukawachambua vizuri mmoja mmoja ili usi- usiweke na uchafu kama konokono -kono, na vitakataka vingine ambavyo vinatoka inatoka kwenye maji. Kwa hiyo kama hivyo hapo, basi mahitaji yetu ndio kama hivyo. Ukiwa na dagaa wako, dagaa mboo ni wa kavu wale, ambao au wale wa mafuta, sawa. Na kuna nyanya hapa, nimeikatakata kuna kitunguu, kuna hoho pamoja na karoti hmm. Basi hivi mimi napenda sana kuviblend vitu vyangu usage zile nyanya zako ilimladi upate rojo ya nyanya kama hivyo basi

Aosha dagaa wako vizuri na kwenda kuoshea maji ya moto dagaa. Kuosha kwa maji ya moto unatoa shombo, sawa? Kwa hiyo kama hivyo hapo nimeweka maji ya moto, na unaweza uka ukawapasha kabla hujaanza kuosha. Yaani, kama maji yako sio ya moto, unaweza ukaweka kwenye sufuria kama hivi, ukatenga jikoni, ukaacha kidogo wachemke, sawa ndipo uoshe dagaa wako, inasaidia sana kutoa shombo la dagaa. Rudia kuosha hata mara tatu basi. Hmm, kama hivyo hapo naweka na maji ya baridi ili uweze kuwatoa Ukisha kuwa umeosha vizuri dagaa wako, washa moto, bandika sufuria au chombo unataka kupikia. Kama hivyo hapo, weka mafuta, weka mafuta na dagaa wanapenda mafuta mengi, kwa hiyo usijibanie sana kwenye mafuta, ili upate rosti zuri la dagaa. Hakikisha umeweka mafuta ya kutosha. Basi ukiona mafuta yako yanatoa moshi kama hivyo hapo, tayari amechemka, utaweka dagaa, utaweka dagaa wako guys, hakikisha unavyo ukisha kuwa una unapogeuza hawa dagaa hakikisha una unawaacha unawaacha mpaka wakauke, mmhm, maana tunataka kuwaosha. Kwa hiyo wana maji maji, wamelainika sana, wana maji, kwa hiyo hakikisha wamekauka, sawa. Kwa hiyo unageuza geuza vimali tu, usunguze mpaka pale watakapokuwa wamekauka. Geuza, weka chumvi, utakadiria tu kiasi chumvi. Yako utakadiria kiasi, utageuzia, wanakauka vizuri sana, na kwa kiasi cha mafuta haya yanatosha yatosha yakizokuivisha nyanya zetu zile, sawa kama hivyo hapo ni hi. Niona wako vizuri, wanaendelea vizuri sana. Basi kama unavyoona dagaa wetu wameshakauka. Hmm, na kwanza wanavutia, wana mvuto. Na kama hivyo hapo, ukishafikia hii hii level hapa kwamba wamekauka vizuri, weka kitunguu cha weka kitunguu tu. Kama hivyo naona kitunguu kiko vizuri, sasa kimeiva na kinaonekana tuko, hata kwa mwonekano kimeiva. Naenda kuweka ujo ya nyanya sawa, nyanya uliyoisaga kwenye nyanya lisaga na karoti pamoja na hoho Tafunikia, funikia na uwache mpaka uone nyanya me... imekauka. Sawa, hakikisha nyanya imekauka ndo utoe. Basi, kama hivyo navyoona hapo, nyanya imekauka na hii hapa ni ishara kwamba ishara kwamba tayari nyanya imeiva.

Jamani, mpaka kufikia hapo, sina ziada. Tukutane video ijayo. Usisahau kusubscribe katika chaneli hii, lakini pia uache komenti yako, ushauri. Nitapitia komenti zote na nitajibu, lakini usisahau ku like video hii na kushare kwa marafiki zako. Asante sana kutazama mpaka mwisho. Karibu tena katika video ijayo.